Mwapasa kuzingatia heshima pia na nidhamu, nayo yamefundishwa ni wazazi? Kwa ni wajibu wenu

ufunguo wa maisha ya mtoto. Kwa elini, kwa elini wala saba kwa elini. Wazazi tuwakumbusha, hao ni wanafunzi, hampasi kuozesha, kwani taifa ni la kesho. Kwa elini Mengi tumewaambia yawapasa kuzingatia, kwaherini, kwaherini wala saba, kwaheriniati tumefikia karan toka chini. Mengi tumewaambia yawapasa kuzingatia.